Napokea hayo ambayo sisi Mungu ametupa nafasi ya kuyasikia kutoka kwa baba yetu huyu ambaye amekuwa kiongozi, sio kwa dayosisi, sio kwa dayosisi hii tu, lakini dayosisi nyingi. Baba Mweta amekuwa baraka sana na hasa aliyesimama katika jambo la uamsho. Eh, haikuwa rahisi kama sasa hivi watu wanavyorukaruka. Eh, haikuwa rahisi kusema Bwana asifiwe, ilikuwa wakati ule ni kuhatarisha hata utumishi wako, lakini leo kila mtu anasema Bwana asifiwe. Nasi tuna kushukuru kwa niaba ya wachungaji hawa wote, tuna nafasi ya kusema Bwana asifiwe. Hebu tuseme asikie, Bwana asifiwe! Siku hizi ni raha tu <laughs> Mungu awabariki sana, asante, na mama Mweta tunaomba asimame, tumpe mkono hawa wameifanya kazi ya Mungu kwa, kwa ukamilifu pamoja na mama huyu Elfriede. Mungu awabariki sana. Asante. Na ninyi ni zawadi. Mama Kweka, naomba uje. Mama Kweka usimame pamoja nao hawa, maana na hii ni zawadi, ni zawadi mama yetu. Hawa tunawaringia, hawa hawa ni zawadi. Bwana asifiwe. Amen. Au kuna mwingine zaidi yao kwa miaka ya utumishi? Najua wapo wake eh mama Mama Jali, unajua baba askofu anashindwa kumtambulisha mara kwa mara kwa sababu jina linapotea, naomba msimame tu hapa mama askofu Jali, Mungu awabariki sana. Zawadi gani mimi hebu yeah. yeah. yeah. He, tusimame hapa. Zebadia anaomba usimame hapa, ili unisaidie kwa niaba ya makatibu wakuu, lakini na maana yangu, simama hapa zawadi <warming>

Injinia Zebadia yeye, huyu ni mtoto wa Askofu Moshi na hao. Kama kuna watu wanaweza kumhadithia mama Elfride ni pamoja na Zebadia, na kama kuna mfano kwa watoto wa wachungaji basi ni huyu Zebadia, ni mtoto wao hao, baadaye atatupa na yeye neno kwa kifupi, kwa niaba ya watoto, najua leo watoto wa Kolowa hawawezi kusema lakini yeye atasema kwa niaba yetu sote watoto wa wachungaji. Bwana asifiwe. Asante sana, karibu tuketi, asante. Asante sana.